Watu wengi sana wanatizama wanaona uhai wa Yesu kabla ya jafa. No, damu ya Yesu haijabeba ule uhai, imebeba uhai wa Yesu baada ya kufufuka. Hamjasoma Biblia, Wakorinto wa kwanza sura ile ya kumi na tano mstari ule wa kumi na nne na wa kumi na saba? Ule wa kumi na nne unasema tena, kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Na ule mstari wa kumi na saba anaelezea pale kitu kinafanana kama hicho hicho, na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, Mungu alimo katika zambi zenu. Thamani ya damu ya Yesu kabla hajafa, na thamani ya damu ya Yesu baada ya kufa vinatofautiana. Wenzetu wanaotusaidia kwa ajili ya kuendeleza nchi Wanaweka mkakati wa viwanda. Wanapoweka mkakati wa viwanda, ni ili badala ya kuuza kahawa ambayo haijasagwa, haijaprocessed, tuweke viwanda vyetu hapa hapa, tuchukue ile kahawa tuuze ambayo iko tayari kwa ajili ya kutumika, sio ikifika kule ndipo ianza kutengenezwa. Tukiuza jinsi ilivyo, ni kahawa inauzwa lakini thamani yake iko chini. Ikipita kwenye kiwanda, ikiuzwa kama unga, thamani yake inaenda juu. Msalaba ilikuwa kiwanda iku process. Kuwekeza vitu kutoka kwa Mungu lazima ikae msalabani. Kitu ambacho Mungu anataka sisi tukipate kupitia kwenye damu, alikiwekeza msalabani. Wayunani kaza wa kaza walitaka kumuona Yesu, wakaenda kwa Filipo na Andrea. Kina Filipo na Andrea wakapeleka kwa Yesu, wakawapeleka wale Wayunani kwa Yesu na kumwambia, hawa walikuwa na shida ya kutaka kukuona. Kangalia ikasoma alivyojibu: Amin, amin nawaambie, chembe ya ngano isipoanguka ikafa, ikabaki hivyo. Alikuwa anazungumza kitu gani? Anasema ikifa itaza. Kwa lugha nyingine anasema, mnataka kunifahamu mi nani? kabla ya msalaba amwezi jua ni. Subirini nife, nikifa nikafufuka, mtanijua mi nani. Karabashako wengi walikuwa na kufa msalabani kipindi